Mazungumzo na Dkt Khadija karibu. <laughs> na na Khadija kukaribisha kwenye Exclusive na beautiful wa Kanyego leo hii tunakwenda kuzungumza naye, si mwingine ni bi Khadija Hamisi, yeye ni daktari wa mabondia hapa nchini Tanzania. Uwezi kuacha kumwona wakati wa kupima e uzito siku moja kabla ya pambano, na uwezi kuacha kumwona wakati pambano likiwa linaendelea, Bi Hadija, yes. Karibu sana leo ndani ya Exclusive na viwanjani kama kawaida. Hadija yes. Asante. Asante eh? yes. <laughs> Eh, mtu asiye mjua Hadija, ulianzia wapi mpaka kuwa daktari, na kutoka kwenye udaktari ufupi tu mpaka kuja kuingia kwenye michezo, kwa nini ukuwa daktari wa vitu vingine? Okay. mm -hmm. itakuwa ni kitu cha ajabu, mimi ni daktari wa wanawake lakini, oh. boxing nilipenda kwa sababu, ni mama. Alafu niona na, nilikuwa napenda, wanapenda kunialika mm -hmm. Sasa nikaona kwa nini wanakuwa na vitu ambavyo wanafanya vitu tofauti. Na wenyewe mona kama mama kama mlezi wakawa wanafanya wako tofauti sana. Ikabidi baada kwa wanalika kila wakati, niingie kwenye boxing na mwa kufanya nifanye professional za mitaani lakini professional. Kwa hiyo nikawa nimekita nao kwao, lakini alhamdulillah, ipo siku akatokea siku pambano nafanyika la mataifa, mimi sifahamu. Wakaja watu wa commission Tanzania, wakashangaa, Khadija nafanya rules zote, wa check blood nini, nilikuwa nazifanya kwao wakaniomba ningie kwenye nikajikita rasmi kwenye ngumi za kulipwa by profession. wewe ni daktari wa wanawake ama? yes. magonjwa ya wakina mama ya wakina mama yes. okay. eh. mabondia wengi yeah. Eh, ukija kuangalia, nafikiri hii ni eh, kwa jinsi walivyo huko mtaani tu mm. wanaoshika kama ni eh, watu ambao ni watu wa ngumi ngumi, labda wanaoshika kama ni watu wa korofi wa korofi. Mwezaje wewe kwa muda hiyo kusema saikolojia, mtu yeyote anaweza kuishi naye, hata kichaa Yani huwezi kuongea kitu chochote kwa mbondia Tanzania, nikisema kauli yangu moja, hata ukijana nani hawatakusikiliza the way nakwenda nao walivyokuwa, unajua eh? wenyewe ni watu unajua, watu ambao behavior zao ziko tofauti yes. kwa hiyo mimi nenda nao, najishusha sana chini na yes. yani najishusha nakwenda chini kabisa, kama walivyokuwa wao. Kwa hiyo nakubaliana nao na hali halisi. Nashukuru Mungu wamekwenda kiasi kwamba wananielewa, msifanye hivyo, anafanya wa na kuna mtu mwenye afya kamili kama bondia sasa hivi wow. kwa sababu yes. Mwanzo nilipata nao tabu sana kwenye ngumi, kwa sababu tune kapima afya ilikuwa ngumu, watu wakashangaa, mpaka BMT walishangaa, unawezaje kiasi kwamba siku hizi inakuja, unapigana na mtu fulani hapa, Khadija anapigana na wewe na Asha na Tim anakuambia hapana, Khadija kapima, kwa nini timu hajapima? Eh, yes, wao wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo kiasi kwamba najitahidi, nimepunguza maradhi ya kuambukiza, sababu ukiwa na HIV positive hauwezi kucheza ngumi. Kwa hiyo kiasi kwamba sasa hivi wamekuwa marafiki zangu yeah. wana, wenyewe kwa wenyewe wanalindana kwo najivunia sana kitu kama wata, <laughs> <laughs> <laughs> na, na, na, na, okay. na wengi walikuwa nimehudumu sana kwenye, kwenye STD diseases ambazo ni magonjwa ya zina na, na kwenye, kwenye maradhi ambayo ya HIV sasa hivi. Kwa hiyo katika kuhudumu wengi walikuwa wanafanya vitu ambavyo sivyo, uwezi kuamini. Kwao kwa nikaamua, sasa hawa ni watoto kama watoto wengine, ngoja niingie kwao niweze kuwasaidia na niweze kuwawe ku, na afya salama. Unajua, mateja wengi mi nikuwa nawasimamia kipande cha kipitifani kwenye mateja wana wenye HIV lakini HIV wako kwenye dozi. Kwa hiyo nikaona wengi wanaathirika kwa sababu hawajui, na wengi tukiangalia wanakimbia kule hawajaenda, nikisema waja elimu kidogo. Unajua, wengi wamekuja kujikita kule kwa sababu shule kidogo kwa hiyo pale ndo ajira yao. Kauli hii aliwahi kuisema Japheth Kaseba eh, si muda mrefu kipindi nyuma hapa, tumefanya kwenye exclusive hmm, hii hapa hmm, si, kwa hapa viwanjani akasema, wanavyojua wengi elimu kidogo, naona kwamba ngoja waingie huku ili wakapate, yes, ajira yao hiyo, inabidi ukubaliane nao. Kwa hiyo nikaamua ni, ni mchezo mgumu, lakini ilikuwa mgumu. Sasa hivi watu wengi wanataka kuingia kwa sababu nishaiweka katika steji nzuri, watu wanakwambia haiwezekana, si tuingie. Kwa hiyo tunapata vita ya kutaka kuingia madaktari wengi kwenye ngumi, kwa sababu baada ya nilikotakana kwa mbali nimeitengeneza, imefika sehemu nzuri, hiyo najivunia. Ongera sana, asante sana. Hivi bondia anatakiwa apimwe mara ngapi, e, na kila baada ya muda gani anatakiwa akahudhurie kwenda kupima afya yake? okay, mabondia kwanza, professional boxing wanasema katika mikanda yote ya dunia wanatakiwa cheki wiki mbili kabla ya kucheza faiti, mwezi mmoja, wiki mbili, ndio maana nakwambia wako vizuri na pale, lazima wanacheki vipimo, ambavyo watapima hepatitis B na C, ambao ni ugonjwa wa ini, watapima HIV, watapima magonjwa ya zinaa ambayo tunasema ni kaswende, kwa sababu mchezo, nature ya mchezo wenyewe ni ngumu, unaijua. Kwa hiyo wakiwa wanakatana, damu zinaa lazima wawe. Kwa hiyo wiki mbili kabla ya faiti lazima wakacheze, wakapime alafu then siku ya fight, siku moja kabla fight, lazima tucheki pressure zao zikoje, kwa sababu anaweza kuingia kwenye, ana tatizo la pressure, ana tatizo la nini. mm. Ni dangerous disease, kwa hiyo lazima tuwe makini. Ni ugonjwa wa, ni mchezo wa hatari, lazima tuwe na pima afya, tuwafahamu wako vipi. Kwa hiyo hakuna mtu mwenye afya mchezaji, nafikiri Tanzania, kama watu wa boxing. mm. Yes, hakika unaelekea kwa mambo ngoma, uvutia kweli, upande wa sababu ah, sikia bia katika michezo yote anasimamia kwenye professionalism ya kwamba upande wake ndo wako vizuri yeah, zaidi cool. Naam, ni vizuri sana ukiwa unajiamini na watu yeah, wako ndio maana anakuwa na uthubutu wa kusema kwamba mimi wachezaji wangu wako vizuri, kwa maana ya kwamba wakisema twende tukawapime, anaamini kwa wabondia wake yeah, watakuta wako sawa sawasawa. Mm. Afya ni muhimu sana mm, kwa afya yetu kwa michezo yoyote ile, lakini mm, si kwa michezo hata mtu wa kawaida na mm. Ni eneo gani ambalo anatakiwa kupima kiafya, kwa maana ya bondia huwa kabla ya kwenda ku kufanya hilo pambano. Kwanza hapo nitarudi, kwa sababu professional boxing huwa wanajifanyia wenyewe matibabu mm. sawa. so, wataingiza kitu ambacho labda kitakuwa sio tofauti, wanafanya wenyewe matibabu. Lakini nashukuru, baada ya kuwa professional boxing wameingia na mkataba wa Robian Farmers, ndio imekuwa ni rahisi sana kwa Robi kuleta vipimo wanavyofanya. Mwanzo ibidi wachukue vipimo, waende wakapima wanakotaka mm. alafu mm. waje kwetu ndio watuletee majibu, lakini nikamwambia hapana Professional boxing, unajua mabondia wengi hawajiwezi, na hali zao nazijua, japo ni professional bado hatujafikia level ya kulipa kama kule. Kwa hiyo Robian Farmers akaingia mkataba na TBRC, na kwa hiyo wanatakiwa sasa, wanapima vipimo vyote ambavyo wanakuja, CT scan, MRI, ambao wanakuwa wanapata wanapata KO, ambao KO nafikiri unafahamu mm-hmm, knockout kwenye mm-hmm, ngumi. Kwa hiyo ilikuwa ngumu cheki kucheki hivyo vipi kunda kucheki hivyo, lakini Robian ametuwezesha, na kabla ya ngumi wiki mbili ndio tunaenda kwa cheki kama hivyo HIV tunafanya kabisa event ambayo kwa check HIV hepatitis B na C vijara elo, na kuna dada wenzangu ambao ni watoto wangu, wanawake, tunawacheke pregnant test, kwa sababu kuangalia usiweza kupata miscarriage kwenye ngumi. Unajua ngumi mchezo wa tatu, mgeni anakuja ameconceive, kwa hiyo okay. yes. hajasema hujamcheki akapigwa punch moja, maana miscarriage ndani ya ulingo itabaki tatizo kubwa, mafahamu eh? Kwa hiyo ndio vitu vihimu hivyo, kwa hiyo wabondia wenyewe Ukiwaambia Robani Famas waku makini kwa sababu ndo mdhamini wao mkubwa. Kuingia kwa Robi Famas ama Robi Wan, mm. mm. ame ongeza nguvu kiasi gani katika swala la afya kwa kushirikiana na wewe? Kaongeza nguvu kubwa sana kwa mabondia, kwa sababu yani nguvu kiasi kwamba ndo nasema, mojawapo ya nguvu wanajiamini sasa hivi, na sidhani kama bondia utamwambia Robi Wan hasikuelewi mm. Hakuna, kwa sababu ni mtu anawadhamini kuanzia pesa anawadhamini kuanzia mavazi na matibabu pia mpaka afya zao wako vizuri kiasi kwamba hata wakienda pale wanaumwa, sio kwenye ngumi, ni mtu ambaye anawasaidia. Wow. Kiasi kwamba wanajivunia pale, na mimi najivunia kwa sababu tulikuwa tunaenda kwenye ngumi bila ambulance. Ni mchezo hatari, tulipotoka tulipotoka kuna KO inatokea inatokea, kuna chupa zilikuwa zinatupwa. Sasa watu wamekuwa wastaarabu, ambulance iko nje, tunakuwa na yani kiti imekamilika, kiasi kwamba tunajivunia vifaa vyote vya kiafya pale ambapo vinatakiwa kama na, Eh, first aid ya haraka huduma eh, huduma ya kwanza, kwanza yes, inakuwa imekamilika kwa ime mm -hmm. kwa kwa na kiasi kwamba tunajivunia kwa kweli kwa hilo, na mabondia wako huru, na ndio maana nakwambia kwenye sekta hiyo nimewaweza, kiasi kwamba we njoo, unataka kupigwa mimi? Ukinigusa rafiki yangu, ukinigusa rafiki yangu tena, ukinigusa uh -huh. mimi dakika mbili mi sikuoni nyuma, utashanga nashambuliwa na watu bila kujua hivyo mwenyewe yes. umekuwa Ukijibrush hivi kidogo, <coughs> au nilikuwa najibrush nimepungua... sasa nimekuwa bonge... kidogo, nilistop baada ya kujua kuna mitiani, nikastop lakini... mm, wananifanyisha mazoezi sana. Sana. Mm, wow, <coughs> wao wenyewe umejikuta, nimejikuta kwa sababu watu wangu, afu kingine lazima ufanye nini, daktari lazima utoke, unajua mtu akianguka kunastoka speed kwenye ulingo bila mazoezi huwezi, unapumzi huwezi kufanya chochote, kwa hiyo hiyo unajivunia, watu wangu mabondia wanajua, nawapenda na najali afya zao sana na namshukuru Guardian Pharmacy asikate tamaa nafikiri wale ni watoto kama yeye na watoto na yeah, katika hali nzuri, unafahamu mchezo wa kwanza Tanzania ni football wa pili ni boxing. Hakika, yes. Yes. E, na ajira kwa watoto u uhu, tumepunguza uhuni, tumepunguza ukabaji kwa sababu wengi wamepata ajira sasa hivi mm, na tunawashukuru Azam Vitasa. Azam. Ingizo la Azam limeleta kiasi gani? kwa sababu Azam Vitasa tuko ingizo la imeleta au kiasi gani? kwa sababu wewe Azam, sisi wenyewe bado tuko huko kwenye makazeti hatujaingia Azam mm. Kumekuwa na utofauti gani mkubwa? sana kwanza, ajira imekuwa nyingi, mnawatangaza mnawablandi mabondia wetu, kwa hiyo wanapata hata mechi nyingi nje ya nchi kwa hiyo wengi wanaitwa sasa. Hiyo bondia akionekana kule, inapanda wazungu hata kipindi. Watoto wetu mmewatangaza. Bila matangazo hakuna kinachofanyika. Mmewatangaza sana, big up. Wakati watoto walikuwa walilia wanaandamana, wakati ya Azamu hamko katika Kachia, changamoto zilitokea, lakini sasa hivi unaona walifanya sherehe kubwa kachia mpaka ngombe. Hakika, kwa sababu Azamu amerudi sasa hivi, kidogo mekuja pambano moja, mmebusti mkasogea, baada <laughs> ya kusogea tuta vipi, mbona Azamu atonde na mambo yananoga kile dokta wali wewe ni shahidi, utaona kuna baadhi ya wengire ambao tulikuwa tunawaamini kwenye ile pambano ambao tulirudi sasa, kwamba tunawatambulisha tumerudi rasmi eh. Wengine kwamba hawakuwa fiti kwa sababu yes. Fit yes, walikuwa baada jiandaa wa sasa amnsasa wwamekuvwamerudi so, kwenye yani, hamasa watu wamerudi, tunasubiri azamu inafanya nini. Kwahiyo jamani, azamu tunawapenda sana watoto wetu, ndio ajira zao za mabondia, kwahiyo msiwach <laughs> wasiwasi mablambo kazi Patrick <laughs> kwenu Nyembela huko najua mambo ya Vitasa ee, wekeni mambo sawa. lihenye Musa e, Saidi kazi kwenu ya kusahau Gilbert pamoja <laughs> na Aida ni Mlimira, mmewasikia maana nini kwenye huku, ndo kama baba na mama kazi <laughs> kwenu kuhakisha kwamba, e, katika jopo lenu lile, e, mnaweka mambo sawa. Dokta amewaambia kwamba wanawasubiri kama lile lichatu lina njaa kali. Dokta, mmekuwa <laughs> mkitoa semina kwa hawa mabondia, labda ya mara kwa mara, kuhusiana na afya, kuhusiana na mchezo wao kwa ujumla? yes, kwamba kabla ya yote bondia kiafya, kabla ya yote mm. kwanza ile fomu lazima itambue, imeandikwa kabisa, ni mchezo una hatari, kuna sema, nasaini, unaamini mchezo ni hatari? oh, yes, yeah, unakubali, ndio au hapana? ukisema hapana, yes, kwa hiyo sasa wanafahamu tunawapa, tunafanya counseling, tuna muda mwingi, tunapita majimu, kiasi kwamba tunaanza kuanzia kwenye mavazi, kuanzia kwenye afya yao na kufahamu mchezo hatari nipi, wajikinge vipi. Kwenye majimu hao wanafahamu hicho na tunafanya kanseling kila wakati kwenye majimu yao. Moja kati ya vita kubwa ni mm. dhidi ya madawa ya kusisimua yeah. eh, misuli eh, kwa wachezaji hasa hapa mabondia hapa nchini Tanzania mm. vipi, ili swala mmekuwa labda mnajitiana gani zozote za kuweza kuzungumza nao? Oh, tunazungumza nao kwa sababu tulikuwa na cause Dkt. Luambano ambao ni mwakilishi anti doping Tanzania, ambao BMT bwana, sasa hivi hatuna kituo cha kuchukua antidoping mm -hmm. Kwao tunapeleka BMT kwa Dokta Lwambano, ambaye ni mwakilishi mapema, kabla ya, ya mwezi mmoja kabla ya ngumi aba kuna fight, tunaenda kucheki kwao. BMT wako serious na hilo baraza la michezo, kwa hiyo pale wanataka kufungua ofisi ya doping Tanzania nchini. Yes, kusudi mabondia wengi wanatumia hivo. Zimetokea changamoto nyingi. nakumbukaaa kucheza Tina Mpei au Bongani, ilitokea mm. -hmm. vurugushani. Bongani alicheza mara ya mwisho, alicheza na nani? Ile mechi ilikuwa ngumu alipiga ya Tony Rashid. Watu wengi walipiga kelele, bonga sawa alikosea kwa sababu doping unapima kabla ya kupanda kwenye fight, na ukishuka pale pale unapima tena. Kwa hiyo sisi hatuna, kwa hiyo inabidi watu wa ndani, kama soka. Kwa hiyo sasa sisi kidogo hatuna hapa, inabidi process iwe ndefu. Kwa hiyo BMT naomba baraza la michezo walisema watafanyia hiyo kazi, kusudi tuwe serious, kuifanya hiyo kazi, tuifanyie kusudi itusaidie kwa mabondia wetu. Ni changamoto gani ninyi ambayo mmekuwa mkikutana nayo hasa huko kwenye upande wa wataalamu wa afya? Kwanza mabondia inabidi wafanyiwe kama wanavyosema, tuwape elimu muda mrefu. Wengi wanachokuja kukifanya, wanatumia vitu vikali, hawajui muda wa kupumzika hawajui dayati yao, <laughs> na muda gani, yani wenyewe muda wote ni vurugu. So, nile chakula fulani. Ya, kwa hiyo nile chakula fulani, nipumzike kwa wakati, nisitumie vilevi, chakula gani kwao. Anakuja kupanda kwenye ulingo, rafiki yangu 8 seriously napanda, ukienda kumcheki unakuta labda anapata concussion pale kwenye ulingo. Wewe unacheza na mimi kilo sita, nitalazimisha kupunguza kilo sita kwa hiyo pale kwa siku, siku moja nambo anapewa sali moja anapewa sali moja, akacheki kucheki weight na balance, lakini akitoka pale anakuwa ame lose energy, katumia power kupunguza uzito, akienda kwenye ulingo kalegea. Kwa hiyo ana lose vitu vingi, akishavuluza vile vitu, matokeo yake anafika pale anapigwa kio ya maana, sio kio tu, wanaenda wanazimia, kwa sababu nikiongea lugha nyingine wanakuwa wana, wana conscious mm -hmm, mashefia kwenye conscious Five hours mnakuwa mnaongea kumpungulisha katika hali ya kawaida, ndo mnakimbizana hospitali kwenye maji, kwenye oksijeni kwenye nini. Kwa hiyo mabondia, changamoto anaozipata wafahamu, diet yao, muda wa kupumzika, mazoezi kwa kufanya wakati wa balance weight, hiyo inawatesa sana, inawatesa sana kiasi kwamba ya mwisho na ya kuambiwa mwisho. Pambano ni kesho, anaenda kupimwa uzito leo, anaambiwa nenda kapunguze uzito inaumiza sana, na na kiasi kwamba diet inabidi yani kama TBR kamishina kusimamia ngumi wataanzisha programu ya kuwapa elimu ya afya, atawapa mazoezi yao, kwa hiyo vitu vingi ambavyo vinamfanya bondia awe katika hali nzuri. Kwa hiyo tukienda katika hali hiyo tutaondosha vifo vya haraka, kufanya checkup kila wakati kwenye majimu yao, wawe na mm -hmm. au makocha nao wakisema jamani tunataka kuwa tunafanya mazoezi, wajue bondia kimwambia kichwa kinauma, akubali. Jamani, nauma kichwa, sababu anaambia kichwa kinauma, anaambia haiwezekani, uume kafanye mazoezi. Kumbe mwenzake ana matrauma kibao kwenye kichwa, ameshapata mangumi ya kila wakati. Kwa hiyo kesi kwamba anarudia kila wakati. Kwa hiyo, afu kingine, wawe simasekandi pia, wanavokuwa pembeni, wasimasekandi mwanae, wale wanaowahudumu pembeni, wanaowasekandi katika kucheza, wakati wanacheza, akimwambia bondia nimechoka, ni rahisi amwambia nimechoka, ambia endelea, maliza Kile vingi vinakuja kusababisha mtu anakuja naanguka anakuja kupoteza fahamu kwenye ulingo, anakwambia e, yeah, mimi ndo naicheza, najijua hali yangu halisi niliokuwa nayo, najisikia mm -hmm. unalazimisha kwa sababu napigana na timu kwa sababu yeye ni ni dabi yes, ya Mabibo na Manzese yes, nisionekane nimeumbuka. Ile ina yani makocha wanasababisha vitu, ina ina kwa mchezaji yes. So yu... vitu vingi kwenye ngumi bado tuko nyuma. ni dabi bondia wangu nataka kwenye boki ashinde apate nyota Hicho nachokikosi nachowaza, kwa sinyota hatuangalii afya ya bondia mia akiwa na nyota moja na nusu au moja nje nauza ye, anachowaza bondia wangu washinde, hawazi shinde, afya ya bondia yes. Lakini kuna maisha baada ya ngumi, watambue kuna maisha baada, baada ya ngumi na wale ni watoto yes. Kuna watoto wengi wameacha kucheza ngumi kwa sababu hizo hizo. Naam, tumeyasikia mengi na naamini basi, kwa haya yote pia tuendelee kuwasaidia mabondea wetu. Kwa wale wote ambao e, wana uwezo, kwa maana makampuni, mashirika, watu binafsi, wajitokeze kuwadhamini hawa watu. Naamini wakiwa wanaudhamini mambo yao yatakuwa mazuri. Naamini vitu vyote hivi vingi, daktari, ambavyo wametueleza wataepuka navyo watu wengi, tukiingia huko kwenye ulimwengu wa sasa mitandaoni, kwenye hmm, mainstagram watu wame, ukitaka kupunguza uzito, ukitaka kupunguza kitambi, ukita punguza sijui kama utaki kufanya mazoezi na nini, hmm, daktari, na mimi naomba leo nijue hili hmm. Kuto, na mimi kama sports hii libonge libonge emni pei siri ya urembo hmm. <laughs> hmm, mtu sisi tunafanya mazoezi za kumaliza wiki mbili, nakazana tu unafanya mazoezi, lakini mwili uko pale pale, ukiruzi labda mwezi mzima inawezekanaje? Mabondia ametuambia hapa aenda akapunguze kilo sita na zinapungua kitu yeah, gani? <laughs> sita mbona nyingi dokta, kilo mbili na anapunguza hizo kilo kwa siku moja anafanyaje? Alafu mimi nashindwa ndani ya siku moja. Mabondia wana unataka kupunguza moja? ona... yani... okay, uzito cha kwanza ndani ya dakika kwanza, unavaa warm jacket, unajua wenyewe wanavaa kunyonya kukupa jasho unakimbia ndani ya sala moja unapunguza uzito. Kwa hiyo unapata joto unapunguza uzito. Akitoka pale lazima relax kama dakika tano, kumi hivi. Pale kama alikuwa anataka kwenda msala atakwenda atakimbia anatoka jasho. Sasa wewe kama wewe yani kwa sema sio kwa vyakula nasema kwa pale kwa bondia. Anajua mazoezi yake afanya mazoezi ataingia kwenye atavaa manguo ya joto atakimbia atalala chini. Sasa wewe Unakula chipsi ukitoka kwenye mazoezi, unatunamwanjaa zaidi ya pale, utakula chipsi utakunywa soda. Kwa hiyo wenyewe wanajua kuji maintain of course, tunacheka hiyo, lakini kiasi kwamba ni dakika moja, wanavaa makoti wanafanya mazoezi, wanajua ya viungo kidaka kadhaa. Unajua kupunguza uzito ni kitu kirahisi sana hmm? ni kitu kirahisi. Mdokta, tukimaliza hapa utalipa siri au nini? Kutokana na muda wako. Usione mimi bonge kwa sababu una masahau zangu lakini nikienda kwa wale dakika kadhaa tu. Yaani wananipa wiki moja wiki mbili napungua. Mimi nataka nipunguze. Au unakwenda wapi baba? Nimekuwa sports lady, utakiwa kuwa mwili nyumba, kifua bandara, nguruwe bwana. Umeona eh? <laughs> Lakini bado hujafika sana, hujafika mbali. Sawa. Lakini hiyo tutakuja nitakwambia kwa sababu ni program refu ya lishe ambayo inakufanya, ila hiyo tuifahamu hivyo kwa nafasi yako kama mwanamke yeah. Na kama dokta, unadhani kwa upande wa wanawake e, wana asilimia kubwa kwenye ngumi, lakini unadhani ni kipi ambacho kinawafanya kutoweza kuhudumu vizuri kama ilivyo kwa upande wa wanawake? Okay. Kwanza utayari, pili naweza kusema wanazungukwa na wanaume. Kama unaenda kuomba kazi sehemu, unajua kuna kitu ambayo utoe wako stable kwa sababu makocha na kuipo sometimes, siongee lugha ngumu, lakini wale wanaozunguka kwenye ngumi na hali ngumu ya maisha, maboksa wetu hawana kazi. yes. Wanategemea anakwenda nje maisha, sehemu wanayochukua kwa peleka. yes. Ngumi za nje anakwenda kule ukitaka bila hongo mimi sikupeleke nje. hiyo hmm. naongea wazi na nishawai kuambia, kwa sababu nishaanda grupu la kwa kuwatengeneza. hawana utayari hmm. kuwatengeneza mabondia wetu wa kike. Kusudi mimi nilikuwa nataka nambia niko tayari kwa manager, lakini ni ngumu sana kwa manage mabondia wa kike. Na maisha magumu, hawataki kutafuta kazi nyingine na, hmm. hmm. yes. shida ni nini? Na, shida ndio nakwambia, hawana utayari. Na pia tamaa ya makocha wetu wanaowapeleka nje pia wanataka hongo ya ngono watakasirika nikiongea neno lakini ndo hali halisi. Kwa hiyo asilimia kubwa hawana utayari mm. wanacheza ngumi mm. Lakini seriously na ngumi hawana kingine. Makocha wetu wanawachukua wale, wanawapa ngumi za nje. Kwa hiyo na wenyewe watafute biashara nyingine, sio kutegemea ngumi. Mtu ukiwa serious kwenye ngumi, ukafanya kibarua kingine, mtu hakushtui kujiamini kwako, hakuna anayekushtua. Unajua napata mtaji wangu nafanya kazi, hautosumbuliwa na mwanaume aina watataka, kama unaonekana weak, kwa sababu unajua unafanya kazi na unajiamini una kipato unachokipata mm. Sasa napata mechi mbili kwa mwaka, what next? Haiwezekani. Kwa hiyo yes, makocha wawe serious, mabinti wawe serious, ma match maker wanawapeleka nje wawe serious na watoto wetu, kwa sababu wanaenda kupeleka nje. Usiwapeleke kwa sababu ya kufaidika, unampa mm. mechi kwa sababu ya kufaidika na wanachokitaka wewe. Mm. Wawapeleke serious kwenye mechi, wawalipe hela zao kama kinavyotakiwa, tusichukue rushwa ya kitu ambacho kimeifichia behind Tujue kwa sababu eti wewe unataka kitu ndo bondia aende? Hapana, hawa ni mabinti, wanasaidie, wana familia, wana watoto mm. Mnawafanya wao matomboy, wanakuwa matomboy kwa sababu ana mimi kama mwanaume kama wewe yeah. Kiasi kwamba inabidi, sio kama wanataka, inabidi waende kule, mazingira yanawafanya. Ya kwa serikali, mchezo huu una vituko vingi sana, una mambo mengi. Kwa hiyo serikali naiomba, kama serikali waiangalie ngumi upande wa pili kama kama wataweza kuisponsi, kama, wa, yani wawashawishi, kwa sababu kumasponsa wako wengi. Naomba wizara ya michezo waisimamie hili swala, wapate masponsa wengi wapate bima, yani kinaniumiza sana kuhusu mabondia kuhusu bima. hmm. yani inajikwaza sana ao, tumeongea na Robi Pharmacy hapa Robi ane wametuambia kwamba ndo hmm. mpango wake kwenye kuhakikisha kwamba anapofungua ile promotion yake yeah. bima ni jambo ambalo amelipa priority. Yes, alipe priority hiyo bima alafu, pia kwa sababu serikali mwanzo ilikuwa inatoa mpango wa watu watano watano, ile tunatoa kama kuna wana kikundi watano. Na hapa basi waangalie upande wa michezo, ni mchezo wa hatari. Akiumwa akija hospitali tunachanga, mwisho tunachoka, tunamwacha mwisho mgonjwa na anakuwa hana hata wa kumsaidia. Kwa hiyo serikali upande wa pili waangalie ngumi kwa upande wa pili sana, wajitahidi, tupate bima, wadhamini wajitokeze. Kwa hiyo serikali ikitoa neno lake nafikiri hakuna naipinga. Niajizo. matajiri nakuwa, ni agizo matajiri. Ni wengi nilifanya event ya nake, ilitoa neno moja tu la waziri, nilitetemekea utafikiri niko wapi. Kwa hiyo na imani serikali ikifanya hivi, tutafika sehemu nzuri, tutaepusha vifo vya watoto wetu, tutakuwa watakuwa na maisha mazuri, tutakuwa na kila kitu kinachostahili. Kwa hiyo serikali waiangalie upande wa pili na bima za afya zitoke na tupe wadhamini wengi wa kutosha, na Robiwan Pharmacy namsisitiza tena mbele ya media Aisimamie mabondia wako wengi, hali zao ni duni, asichoke, haliza, asichoke, awasaidie na hizo bima tuzipate. Nitakuwa na amani sana siku hiyo, nikipata bima takuja kwa furaha zote kukufata Bi Hadija. <laughs> Tunahitimisha hapo, amesema akipata bima atarejea tena hapa. Mm. Embu jitokeze, najua watu mpo wenye kuweza kufanya hivi, viko ndani ya uwezo wenu, sio shida zenu hizi. Beautiful akanyigo Rosemary Timzo Karugira, hivyo ndivyo tunavyohitimisha exclusive. Naamini umepata mambo mengi sana sasa. Mimi tunaenda chemba, nakwenda kulipa siri ya kukata muzito wait. Shukrani uh, sana Rosemary Timzo Karugira, uh, beautiful kumaliza hivyo hapo, akiwa na dr. Khadija Hamis ambaye amezungumza masuala mengi sana kuhusiana na afya za mabondia, vitu gani ambayo wanavizingatia kuelekea katika mapambano na kadhalika. Na mimi, ni elimu tosha sana kwa watu ambao wanapenda mchezo wa masumbwi na hata ambao hawapendi, lakini wanafahamu sasa kuhusiana na masuala mazima ya masumbwi na afya za mabondia kwa wakati huu, hapa tunakwenda mapumziko, tukirejea, tutakuja kuangazia mengi sana katika zilizobamba, lakini pia the pitch bado viwanjani iponawe mpaka saa sita kamili za mchana. Mimi ni